Wambula wanaga akili, yaani wako eh, chini. Hawana akili ao na watoto wangu pia wameoa. Nikiangalia ujinga unaoendelea pia, mimi nitafanya hivyo hivyo kesho. Eh, nimeozesha nimeozesha kabisa milioni kandvatoaikatabn kasaau na watoto kujidanga huko, anaenda kujidangisha huko, lana ikamkuta, lana imemkuta. Eh, angekaawa na watoto wake asingekufa, kufa ndio maana imemkuta iy akavia gesi tasinoni kuna mtafaruku. Juzi ilitokea juzi kati hapa, kuna mama mmoja wa kimburu alikutwa gesti amefariki kweli. Polisi walikuja pale, wakachukua wakachu, wakachu maiti pale. Ndio mtafaruku, ndugu zake wamekuja leo hii kuja kushuhudia ndugu yao amekufa kwa ajili gani? Ndio, kwa hiyo mtafaruku sasa. Wameshindwa kuelewana kati ya ndugu na baba wa marehemu, marehemu atazikiwa wapi. Kwa hiyo sasa, hapa mpaka sasa hivi mtafaruku unaona, mkubwa hivi. Ni ndugu wa marehemu wameshindwa kuafikiana.